Kiwale. Karibu sana. Karibu sana. Naomba usogee kwenye microphone vizuri hapo Bwana oh, hapa okay. Jana peke yake wakati tunaendesha kipindi na Barbara Hassan. Yaani, no, huyu hapa ni wa Portugal, huyu hapa ni wa Kenya lakini lakini HQ kwa Uingereza eh, wana operate nchi 21. huyu ni wa Tanzania, huyu si ni wa, Tanzania, wa, wa South Africa. Eh, kuna ile chuo ile yani, how many countries are involved na watu wangapi walikuja so far? Uh, jana watu walikuja ni kutoka nchi zaidi ya sabini ambao walikuwa hapa kwenye mkutano, na hmm, jana tuliweza kuvunja uh, record kwamba tulikuwa na mkutano ambao wa watu zaidi ya elfu nne walikuwa kwenye room tofauti uh, charuu ambao likuwa ni main hall, na pia ni kumi tulikuwa na performance pale. Kwa zote zilikuwa zimejaa watu wengi sana kwa ya sabini. Ilikuwa ni mkutano ambao wa kihistoria kwenye space ya Fintech na bara, bara zima la Afrika. Kutokea kwa mkutano wa Fintech kufanya na watu kwa siku moja elfu nne. Kwa hiyo pia ni kwa record ya kwa mkutano mkubwa ya Fintech um kwa Afrika, sisi ni namba yetu ambayo tunayo, vikubwa kuliko ya, ya mtu yeyote Okay, that's a, that's a big deal. I'm surprised kwa sababu gani? Navyoelekea, navyotazama mabadiliko ya ulimwengu. Teknolojia imebeba nafasi kubwa sana katika kuleta mabadiliko chanya katika nchi kama zetu za Tanzania na bara la Afrika ambayo ni bara linaloendelea. Unadhani uh, kwamba kwa mtu alikosa jana ni vitu gani ambavyo anaanza akapata hata leo hii? Faida gani ya kuwepo hapa? Yaani, sawa kuna wingi wa watu na mataifa mbalimbali yanayohusika, lakini faida haswa ni nini? Daravua kidogo faida ya mtu kuwepo hapa ambaye anatoka kwenye sekta ya fedha ni kwamba um, unapata ile kwa na... kwa tukio ni mkubwa uh, tuna exhibitor uh, ambao ni ambao ambao wameexhibit leo jana jana na leo pia, tuna delegate um, ambao um, kama namba walokuja kwa siku ya kwanza ilikuwa ni kubwa sana na tunategemea leo kwamba namba ca sasa kwenda kwenye uh, watu wa tano hadi efusita uh, kwenye siku ya mwisho, mtoto namba mm. itakua a siku zote mbili tkua ni tano uh, yes. ftano sita ambapo yeah. Kwa kiwango cha kawaida katika bara la Afrika hii itakuwa ni namba kubwa tokea katika mkutano wowote wa atika uh, baraa kwenye uzinduzi wa bidhaa mpya, huduma mpya na kadhalika, huu mnafanya style zile za ku, unajua kuna zile keynote zile wanazindua kitu fulani hivi, au mna, mnafanyaje ili kuwapata hao? Ufanya uh, event kama hizi zinabidi uwe na unakuwa uh, na mashirikiano na watu mbalimbali duniani, lakini pia tumeshirikiana association la fintech mbalimbali hapa uh, ulimwenguni lakini pia apart from that kwamba tunatembea sana kwa maonyesho yani, ya fintech duniani yote yale makubwa na yale ambayo ya kati yote sisi tunakuwepo. Mfano yanafanyika Dubai, yanafanyika Marekani, yanafanyika South Africa, yanafanyika Kenya, yanafanyika Nigeria, tunakuwepo India, yote tunakuwepo kwa kama ni exhibitor pale kuweza kuwaita, kuna watu wanakuja kwenye banda letu, wanakuja ku kujisajili kujisajili na kwa ajili kuja Tanzania. Kwa hiyo unakuta ni kwa ni investment ya namna hiyo ambayo tumefanya kwa kwa kwa mwaka, unakuta tumeenda kwenye um, maonyesho kama 15 na yote hayo yanatuletea pesa pe, watu kuja katika maonyesho yetu direct hapa, lakini pia nyingine ni kuna feature ya database kubwa ya ya SMS email, uh, ambayo ni kubwa uh, bara la Afrika ambayo

Uh, ni mwa kuhudhuria uh, exhibition ambayo walikuwa na kitu kinaitwa deal room pale, ambapo kuna msaada wa wanasheria, kuna watu wako pale kwa ajili kusaidia watu ku sign deals, kwamba hata kama ni MOU stage au sio, kwamba mimi naahidi kuagiza kitu moja mbili tatu nne au kuenda kwenye hatua ya pili, nitakuja kwenye nchi yako, yani kuna kama MOU. Nyinyi mna kitu kama hicho ambacho kinaunganisha watu ili waendelee sasa, waendeleze mahusiano yao. Sisi um, uh, kuna application ambayo kwamba buyers na exhibit, exhibit na buyers na sellers wanakutana, lakini apart from that kwamba watu wengi hapa ambao wapo kwamba wanafanya biashara wanabadilishana mawasiliano wanabadilishana contact, na pia uzuri mkubwa kwamba tumerekodi uh eko amba umrekodi namba kubwa ya, ya pretema, uh, C-suite level ambayo yenyewe hii ni decision making ambayo kwa kiwango kubwa asilimia arobaini na nane ya watu ambao wamehudhuria ni final decision maker. Kwa hiyo inamaanisha nini kwamba watu wetu ambao wapo hapa wanaonyesha bidhaa zao au watu ambao wamehudhuria mkutano mm, wanapata kukutana na wale ambao ndio waamuzi wa mwisho. Kwa hiyo so kwamba ni jambo ambalo ni zuri kwa mfanyabiashara yoyote kuweza kuja na, so tunategemea kwamba nfi maonyesho kwamba biashara ambayo zinaweza kufanyika kwamba tunategemea zaidi ya bilioni ishirini na tisa hadi bilioni arobaini. Safi, bajeti imesomwa jana, uh, ndio bajeti ambayo imependekezwa Je, kuna chochote mlicho kiona mlichokipendekeza kifanyike au mngependekeza kifanyike ingawa kishasomwa, lakini kuna chochote mpendekeza kifanyike kwenye budget ambayo kitawasaidia ku, kuinua zaidi uh, industry ya tech? Yes, kuna hatua zimepigwa na serikali na pia kuna hatua ambazo zingine zinaendelea kupigwa. Kwa hiyo na pia kuna room ya improvement ambayo ipo. Katika room ya improvement tunaona kwa kwamba uh, tunatakiwa kuwa na uh, ajenda ya kitaifa ambayo inakuwa ni inafanya ile political will ambayo inasukuma kwamba sera za uwekezaji katika katika katika, katika fintech kwa mfano, uh, katika tech uh, au startup tuseme, ambazo focus ambazo zina focus kwenye mambo ya tech, kwamba kunapokuwa na hiyo hali ya kisiasa ambayo joto la kisiasa yani, uh, anyway, political will kwenye kufanikisha hilo jambo hilo jambo likifanikiwa kabisa kwamba ni important kwamba backstage kwenda kwenye next stage ambayo ya kuweka squad hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri kwamba uh, nafikiri bado tumefika pale kwenye ile political will kwamba tunawekeza nguvu kwamba kwa track. Kuna zile harakati uh, zinafanyika, mambo yanafanyika, unakuta initiate za association au za postex za na nini zinafanyika lakini tunataka ile kama nchi kama nzima kila mwanasiasa azungumzie hilo jambo alione kama hilo jambo ambayo ni uh, tunasema ni kama ndo tek ya taifa, umeona? mm -hmm. Yani ni kama ukiigusa ile umeharibu. Uh, kuna maeneo kadhaa ambayo kwamba mimi napenda na, na kuhubiri kwamba kuna umuhimu kama tukitengeneza tech industry ya Tanzania ikawa kubwa kuliko kutegemea pia ya nje, kwa sababu data zetu zinakuwa uh, yani Tanzania inabidi tuanze kuamini tuloko developers kwa kuwapa hela nzuri, ili waweze kutengeneza vitu vizuri. Mfano, sasa hivi makampuni mengi yanatumia teknolojia kutoka nje ya nchi, wakiwa wanafikiri au wana feel kwamba ni wako salama zaidi. Lakini ukija ukaangalia, ukimpa hela mtu ambaye ni mtanzania na anabaki na hela hapa Tanzania, kuna market size kubwa sana na lakini pia data zako unaweza ukazi, yani kuna easy way ambao ya kuweza ku protect your data, unaona, kama zinabaki hapo. Yani tukiona kama katika pesa za startup, umezungumzia kidogo hapo kwamba Afrika Kusini, Nigeria na haswa Kenya, ambao ni majirani zetu like, AKA mashemeji, wamefanikiwa ku draw in uh, funding kubwa sana, lakini sisi tumizid, yani, tumezidiwa hata na, na, na Rwanda

tunaona tukatisha sana namba moja katika kipindi cha miaka ni mitatu mitano ijayo. Kweli inawezekana ikiwa na political will, hata even ni one year. Yaani political will ikiwa ipo, yaani kwamba, kwa sababu concentration na nguvu zote zikiweka pale. Lakini yaani, jambo lote ukiletea nguvu na akili unalifanikisha. Ah, Bana asante sana. Huyu anaitwa Deo Kiwale. Kama una neno la mwisho kwa ajili ya watu ambao hawajahudhuria Fintech Festival 2025, uh, una neno gani la mwisho la kuambia Tanzania au wengine wanaosikiliza online ukiwa kote duniani? Uh, kwa wale ambao hawajapata kuhudhuria kwamba wajitahidi kwa wa kwamba ujiongeza nao muda leo, mpaka saa kumi na moja na ni opportunity yao kukutana na watu muhimu sana siku ya leo ambao tutakuwa na blockchain Africa blockchain internet Africa. Na mba, o, pia tutakuwa na na pia tutakuwa na mkutano wa marketing conference Afrika. Kwa hiyo ni kitu cha kuisogeza, na wale ambao watashinda kabisa, next time pia ni jambo ambalo ni nzuri kwamba wakajipanga, ratiba zao hizi zitaweza kuwa align na sisi pia kwa pamoja. Safi sana, nashukuru sana jamani, tuko Fintech Festival 2025, uh, hapa JNICC Julius Nyerere International Convention Center. Mimi ni Evans Bukuku na kwa niaba ya timu ya BCB Big City Breakfast ya 92.5 Mjini FM kumbuka it's been two lovely lovely days wishing you a beautiful weekend huko mbeleni. Hiyo match mech swikamatacheza hiyo Jumapili. Labda <laughs> <laughs> AI